Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ametoa wito kwa waandishi wa habari nchini kutumia akili mnemba kama nyenzo ya kuwawezesha kutekeleza majukumu yao ipasavyo na sio kikwazo cha uhuru wao. Amesema waziri Majaliwa kuwa katika dunia ya sasa, vyombo vya habari vinakutana na changamoto mpya zinazotokana na maendeleo ya kiteknolojia, ambapo akili mnemba inachukua nafasi kubwa katika uzalishaji na usambazaji wa habari. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema hayo leo Jumanne, Aprili 29 katika maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani ambapo kitaifa inafanyika jijini Arusha. Waziri Mkuu amesema wa serikali inaendelea kuandaa sera maalum ya akili mnemba ambayo itatoa mwongozo wa matumizi yake katika vyombo vya habari ili kuhakikisha kuwa teknolojia hiyo inayoendana na misingi ya uhuru wa vyombo vya habari, uwazi na uadilifu wa uandishi wa habari. Amesema waziri mkuu Kassim Majaliwa, ni ukweli usiopingika kwamba akili mnemba inaweza kuwa msaada mkubwa kwa wanahabari, lakini pia inaweza kuwa chanzo cha changamoto kubwa ikiwa haitotumika kwa busara. Hili linahitaji mjadala wa uwazi, sera madhubuti na ushirikiano wa karibu katika sekta zote. Hii ni Erasmi TV.